Afisa uhamiaji mkoa wa miaji Kilimanjaro, kamishna msaidizi mwandamizi Agustino Malembo amethibitisha kukamatwa kwa wahamiaji haramu hao ambao wameingia nchini bila kuwa na hati za kusafiria. na tuliwakamata katika kijiji cha mji mpya Mabogini katika wilaya ya Moshi. Watu hao baada ya kuwahoji kwa kina tuligundua kwa hapa kweli pasipo shaka ni raia wa Ethiopia na walikuwa wamejificha katika maeneo ya kwenye mashamba ya mahindi, na walikuwa kwa safari zao wanasema walikuwa wanaelekea nchini South Africa. Hawa watu tuwe makini nao, kwa sababu hatujui lengo lao, kwa nini wanakuja kwenye nchi yetu. Hatujui, hawana vibali vyovyote vya kusafiria, hatujui wana silaha gani mpaka wana wamekuja hapa. Na je wamekuja kwa lengo gani kuingia Tanzania? Je, wanapita tu au wanakuja kufanya walifu, au wametumwa kikundi kimetumwa na watu fulani waje wafanye uhalifu au kupoteza amani iliyopo ndani ya Tanzania. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Mji Mpya, Kata ya Mabogini, Bwana Philbert Maro walipokamatwa wahamiaji hao, akawa na haya ya kusema pia tulipata ushirikiano kwa polisi kata na kuja kwa dhibiti na kuweka sehemu salama, na taarifa hizo ni taarifa zilitoka kwa balozi, na baada ya balozi kupa taarifa mwenyekiti naye akapata taarifa ya kitongoji husika, na tukashirikiana na wananchi mpaka hapa tulipofikia, na shui kio uhusika mehibitiwa vizuri, ni kiripoti kutoka ofisi za idara ya uhamiaji mkoa wa Kilimanjaro.